Karibu tuangalie wanawake maraisi wa dunia mpaka mwaka huu wa 2025, nguvu za kifalme za kisasa. Katika dunia inayozidi kuwa na mwamko wa usawa wa kijinsia, bado nafasi za juu za uongozi zimekuwa zikishikiliwa zaidi na wanaume, lakini kuna kundi dogo la kipekee na lenye uthubutu wa wanawake waliovuka kuta za historia, wakashika nafasi za juu kabisa za madaraka, yaani urais wa nchi zao. Hii ni simulizi ya wanawake wote walioko madarakani kama maraisi wa nchi duniani hadi mwaka wa 2025. Tunaanza. Moja. Mama yetu Samia Suluhu Hassan. Tanzania. Mama Samia ndiye rais wa kwanza mwanamke katika historia ya Tanzania. Alipanda madarakani mwaka 2021 baada ya kifo cha Rais John Magufuli. Ameonyesha uongozi wa upole wenye busara aliyeleta mageuzi makubwa katika diplomasia ya nchi, maendeleo ya uchumi na haki za wanawake. Ana mamlaka kamili ya kiutendaji ambayo ni mfano bora barani Afrika. Mbili. Siomara Castro, Honduras. Siomara aliweka historia mwaka 2022 kwa kuwa rais wa kwanza mwanamke nchini Honduras. Mwanaharakati wa muda mrefu ameongoza juhudi za kupambana na rushwa, ukosefu wa usawa na vurugu. Nchi yake imepitia changamoto nyingi, lakini anabaki kuwa sauti ya matumaini kwa mamilioni ya watu. Tatu. Dina Boluarte, Peru. Aliingia madarakani mwaka 2022 baada ya kusimamishwa kwa rais wa zamani Anaongoza nchi iliyogawanyika kisiasa huku akiwa mwanamke wa kwanza kushika urais nchini Peru. Anafanya kazi katika mazingira yenye presha kubwa lakini amedhamiria kuunganisha taifa. Nne. Zuzana Kaputova Slovakia. Mwanasheria wa mazingira na mtetezi wa haki, Zuzana alichaguliwa kuwa rais wa kwanza mwanamke wa Slovakia mwaka 2019. Ni rais wa heshima, lakini ana ushawishi mkubwa wa kisiasa na kijamii. Alitangaza hatagombea tena kutokana na shinikizo la kisiasa, lakini bado ni kiongozi anayeheshimika kwa msimamo wake wa maadili. Tano. Katalin Novak, Hungari. Akiwa mama wa watoto watatu, Novak alichaguliwa mwaka 2022 kama rais wa kwanza mwanamke nchini Hungari ingawa nafasi yake ni ya heshima amekuwa sauti ya maadili ya kifamilia na masuala ya kijamii uwepo wake katika siasa za kihafidhina unaonyesha mabadiliko ya kijinsia polepole pole nchini humo. 6 Natasa Piek Musa, Slovenia. Natasa ni wakili na mtetezi wa haki za binadamu, alichaguliwa mwaka 2022 kuwa rais wa kwanza mwanamke wa Slovenia amekuwa mstari wa mbele kupigania uhuru wa vyombo vya habari, haki za watu wachache na usawa wa kijinsia. Ni sauti ya haki katika bara la Ulaya. Saba. Salome Zurabichvili, Georgia. Salome ni mzaliwa wa Ufaransa lakini mwenye asili ya Georgia. Aliingia madarakani mwaka 2018 na kuwa rais wa kwanza mwanamke Licha ya kuwa nafasi ya heshima, amekuwa na sauti kali dhidi ya vitisho vya Urusi na anapigania nafasi ya Georgia katika Umoja wa Ulaya. Nane. Drupadi Murmu, India. Rais Murmu aliweka historia mwaka 2022 kwa kuwa mwanamke wa kwanza kutoka jamii ya asili kuwa rais wa India nafasi ya urais nchini humo ni ya heshima, lakini umuhimu wake wa kihistoria ni mkubwa sana kwa jamii zilizokuwa zikitengwa. Ana heshima ya kitaifa na kimataifa kama mfano wa ushindi wa waliokuwa wakisahaulika. Tisa. Sandra Mason, Barbados. Mwaka elfu mbili na ishirini na moja, Barbados iliacha mfumo wa kifalme wa Uingereza na kuwa jamhuri kamili. Sandra Mason aliyekuwa gavana mkuu akawa rais wa kwanza wa nchi hiyo. Anasimamia umoja wa kitaifa na uhuru mpya wa nchi yake. Nafasi yake ni ya heshima, lakini ina uzito wa kihistoria. kumi. Paula Mae Weekes, Trinidad and Tobago. Tangu mwaka 2018 Paula Mae amekuwa rais wa heshima wa nchi hiyo ya Karibiani. Mwanasheria mashuhuri amekuwa sauti ya busara, maadili na uwajibikaji wa viongozi wa umma. 11. Sahle-Work Zewde, Ethiopia. Mwanadiplomasia mwenye uzoefu wa miaka mingi katika Umoja wa Mataifa, Sahle-Work aliteuliwa kuwa rais mwaka 2018 kuwa mwanamke wa kwanza kushika wadhifa huo nchini Ethiopia. Licha ya nafasi yake kuwa ya heshima, yeye ni alama ya utulivu, mshikamano wa kitaifa na ushawishi katika masuala ya kijinsia barani Afrika. Acha nikupe nyongeza ili uburudike. Halima Yakub, Singapore. Halima Yakub alikuwa rais wa Singapore kutoka mwaka 2017 hadi Mei 2023. Alikuwa mwanamke wa kwanza kushika urais nchini humo lakini kufikia mwaka 2025, siyo tena raisi. Alimaliza muda wake na nafasi hiyo imeshikiliwa na Tharman Shanmugaratnam. Kwa hiyo Halima Yakub ni mwanamke wa kihistoria, lakini si rais wa sasa wa taifa. Wanawake hawa 11 walioko madarakani kama marais wa nchi si tu viongozi, bali alama za mabadiliko. Wanaongoza kwa hekima, uvumilivu, maono na dhamira ya kweli katika kila bara. Simulizi yao ni ushahidi kuwa dunia inabadilika polepole pole, lakini kwa hakika. Katika dunia inayotafuta matumaini, wanawake hawa ni nuru. Sauti yao inazidi kusikika na historia inaandikwa tena kwa herufi za kike. Ok, na wewe unaweza ukanambia kwenye comment kama kuna rais wa kike ambaye anaongoza huko kwenu. Kama hayupo, basi pole sana. Haya, usisahau kusubscribe na kukoment kwenye chano hii. Asante.